Watazamaji, wakazi wa kaunti ndogo ya Manga katika kaunti ya Nyamira wamelalamikia changamoto zinazotatiza usambazaji wa pesa za inua jamii kwa wazee, mayatima na walemavu kaunti hiyo. Wakizungumza kwenye hafla ya kusambaza vyakula na bidhaa zingine kwa wazee katika eneo hilo, mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nyamira, Jerusha Momanyi, na Kamishna wa Manga, Valentine Cherono, wameomba idara husika kushughulikia na kutatua changamoto hizo kwa haraka. Baadhi ya wakazi wamedai kutopokea pesa hizo kwa zaidi ya miezi minne

Kama sasa kuna wengine wanaweza pata kama miezi nne, miezi tano, alafu wengine wamepata juzi miezi moja, baada ya kupanda kukokoza miezi nne. Tuko na changamoto kubwa sana kwa wale ambao uh, wanapata pesa ya inua jamii haswa wale wazee na uh, wale who are able differently who are on cash transfer program from the national government. Na, nafikiri we have escalated the issue, na tunatarajia kwamba itashughulikiwa vilivyo. Serikali huwa inaleta pesa, lakini wale watu wengine ambao wanatransmit hizo pesa hata watatupatia reason why wengine wanapata na wengine hawapati. Kwa sababu wale wengine ambao waliregister, kwa nini walete wengine na wengine wasipata? Hiyo leo nimepata hayo, nitaenda hata parliament nienda kuuliza ni nini hii inaendelea, kwa sababu kila wakati pesa inakuja. Na mtazamaji wa kazi wa Mariakani, kaunti ya Kilifi.